udumisha umoja na mshikamano wa Tanzania yetu. Napo ni nini? Ni kujua kwamba hii Tanzania ni kisiwa cha amani na ni neema ambayo tumepewa sisi wa Tanzania. Katika nchi nyingi kubwa zenye maendeleo makubwa, inawezekana hii amani ambayo tukonayo Tanzania hawana. Sisi Tanzania tuna neema hii ya amani, inapatikana hapa Tanzania na huu utulivu ambao unapatikana hapa Tanzania, kuna sehemu nyingi huu utulivu hakuna. Kwa kuwa sisi tuna hii neema ya amani na metu, ni neema kubwa ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ametupatia, basi ni wajibu kwa kila Mtanzania kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa hii neema, kwa sababu mambo yalivyo ni kwamba mtu anapokuwa anaishi katika neema na neema inaendelea, yajibu alaihi shukuruha inakuwa ni wajibu kumshukuru Allah kupitia hiyo neema ambayo ameipata. Watu wengi katika nchi zao wanaitafuta amani, na wengine amani wanayo, lakini sio kama tuliyokuwa nayo nao sisi. Kwa kuwa sisi tuna sehemu kubwa ya amani, basi ni wajibu tumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Tutakapokuwa tumemshukuru Allah Subhanahu wa Ta'ala kwa sababu ya hii amani tuliyokuwa nayo, itakuwa ni sababu kubwa ya yale mapungufu ambayo tunayaona ndani ya Tanzania kwamba hayo mapungufu yataondoka na tutaongezewa amani zaidi na zaidi na zaidi. Hii ni ahadi kutoka kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala kama alivyosema, la in shakartum la azidannakum. Ikiwa mtashukuru, basi nitakuongezeni. Kwa, tukimshukuru Allah kwa neema mbalimbali, kwamba ulikuwa huna mke, sasa hivi una mke. Baada ya kuwa na mke umepata watoto, Mshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ulikuwa huna mali kwa sababu kwa sasa hivi umepata mali. Mshukuru Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sasa kwa sasa sisi tuna amani. Hii amani tumeikuta, tumeikuta, tumezaliwa tumeikuta hii amani, na wale ambao walishuhudia wa matatizo wa na vita waliyashuhudia, lakini sisi tumezaliwa tumeikuta amani. Ni wajibu kwa kila mmoja kwa hii amani tuliyokuwa nayo sisi Watanzania tuendelee kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala, ndugu zangu wa Tanzania. Warundi wana amani lakini sio kama amani ya Tanzania. Rwanda wana amani lakini sio kama amani ya Tanzania. Kenya wana amani lakini sio kama amani ya Tanzania. Malawi wana amani lakini sio kama amani ya Tanzania. Mozambiki wana amani lakini sio kama amani ya Tanzania na ndio maana utakuta nchi jirani zote hizi wakipata matatizo ya kutoelewana huwa wanakimbilia Tanzania. Kwa hiyo sisi Watanzania ni watu wa karimu, na ndio maana ndugu zetu katika nchi nyingine wanapokuwa wamepata changamoto mbalimbali huwa wanakimbilia Tanzania, na hizo changamoto zinaondoka, tunakuwa sisi Watanzania tunazitatua, tunawanasihi na kadha na kadha, na kuwashauri na kukaa nao vikao, sasa ili amani iweze kuendelea na kudumu katika nchi yetu ya Tanzania, miongoni mwa njia zake ambazo ni kubwa na sababu kubwa ni sisi kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala katika hii amani na kuachana na chokochoko ambazo tunazisikia katika mitandao na maeneo mbalimbali. Ikiwa e, tutamshukuru Allah subhanahu wa ta'ala mambo mengi na neema nyingi na kheri nyingi zitateremka katika familia zetu na katika nchi yetu nchi itaendelea kuwa ni nchi ya amani na utulivu, itaendelea kuwa ni nchi yenye neema, ni nchi yenye ukarimu, ni nchi iliyokuwa bora kwa kutazama nchi nyingine. Watanzania wenzangu, nakuhusieni sana na ninakusihini sana kwamba tusivunje amani ya Tanzania kwa kuzifuru neema ambazo zinapatikana katika nchi ya Tanzania. Kuzikufuru neema ni sababu ya kupatikana adhabu, ni sababu ya kupatikana vita, ni sababu ya kupatikana yani hofu kwamba watu wataishi katika shida, katika uoga, katika nchi yao. Hizi neema chache ambazo tunazipata katika nchi yetu, hata kutoka katika serikali zetu, kwamba serikali kuna mambo mazuri inayafanya Haya mambo ambayo tunayaona katika serikali yetu, basi ni mambo ambayo tumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu katika nchi nyingine hayapatikani. Katika hii mitandao ya kijamii nilikuwa na pitapita, nikamwona mtu mmoja anailinganisha nchi ya Tanzania na baadhi ya nchi jirani. Hiyo nchi sitaji, lakini hiyo nchi ambayo ameitaja Nimewahi kufuatilia katika nchi hiyo ambayo ametaja kwamba mkoa wa Morogoro peke yake una mali nyingi kuliko nchi hiyo, lakini maskini amesahau kwamba wale ambao, wale wananchi wa nchi hiyo wanatamani wawe wa Tanzania. Siku moja nimeenda uhamiaji, nimekutana na mmoja katika hao wananchi, binti wa kike, nimekutana naye pale akawa ananieleza matatizo ya nchi yake kwamba anatamani awe Mtanzania. Wanatuambia baadhi ya wafanyabiashara wanaotoka katika nchi baadhi katika nchi fulani hizo ambazo ni jirani ya Tanzania, au hiyo nchi ambayo aliitaja huyo aliyesema kwamba ina uchumi mkubwa kuliko Tanzania na ni nchi ndogo sana, anatuambia kwamba hata muuza kahawa lazima alipe kodi. Sisi Tanzania muuza kahawa alipe kodi? sisi Tanzania kuna watu wanalipa kodi ni wafanyabiashara ambao kidogo, yani, mali zao zimefika katika kiwango fulani ambacho kimekadiriwa na serikali, lakini kuna watu wa hali ya chini ambao hawalipi kodi. Tunaambiwa katika baadhi ya nchi, hata yule anayeuza anayeuza mchicha mchicha inabidi alipe kodi kodi. Sisi Tanzania anayeuza mchicha alipi kodi, anakuwa tu analipia ule ushuru kidogo, lakini kuli unakuta mtu analipa kodi na ni kubwa. Kwa hiyo utakuta kwa mfano hizi nchi ambazo nimezitaja, ukija kwa Wakenya, ukija kwa watu ambao wako Burundi, watu ambao wako Rwanda, watu ambao wako wengi, wanatamani lau kama wangekuwa ni Watanzania. Watanzania, msisahau kwamba nyote wa Tanzania una uwezo wa, Tanzania mba, wa kupata laki tatu, kanunua kiwanja eneo lolote, unaweza kupata milioni, kanunua kiwanja na ukajenga. Na kwa hapa Dar es Salaam mara nyingi huwa tunajenga nyumba na tunaziita vibanda, lakini ni nyumba. Ukienda katika nchi nyingine utakuta ni nyumba ya hovyo, lakini mtu anapanga pesa nyingi, yaani kodi iko juu na ni nyumba ya hovyo kabisa, ambapo wewe Mtanzania una nyumba ambayo ni nzuri kabisa, ni ya kwako, au unapangisha au unapanga, lakini hadi ya kuwa una matarajio ya kupata kununua kiwanja na kujenga nyumba. Sisi Tanzania tunaishi katika faraja ya kwamba tutajenga na tutapata. Kuna watu katika nchi mbalimbali na nyingine zimeendelea, wanaishi nje, hawana faraja ya kwamba watanunua viwanja au watakuja kujenga, hawana. Kwa leo, kama tutalinganisha maisha mazuri yanayopatikana Tanzania na maisha mengine ambayo yanapatikana katika nchi nyingine, tutakuta Tanzania ni sehemu salama na ni sehemu bora ya kila mmoja kuishi. Ikiwa e tutajua hilo basi, kila mmoja atamshukuru Allah subhanahu wa taala na kutafanya ushirikiano mzuri na serikali yetu na viongozi wetu na vyombo vya usalama kwa lengo la kuilinda amani ya Tanzania. Tusisahau ndugu wa Tanzania kwamba hiki ni kisiwa cha amani. Tuilinde amani ya Tanzania, tumshukuru Mwenyezi Mungu katika hii neema aliyotupa ya amani ili Allah tuongezee neema zaidi na zaidi na zaidi, na tusithubutu kuleta sababu za kuweza kuivunja amani yetu ya Tanzania. wallahu ta'ala aalam wa sallallahu wasallam baraka ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahibihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin. Hii ni Wajawema Online TV, Online TV hapa -ha ni elimu tu.